Watoto wakuwe pasipo presha yeyote ile. Ye. Ili mtoto aweze kukua vizuri anahitaji kukosea na kukosea na kujifunza. Yaani kipindi cha utoto ni kipindi cha kukosea na kujifunza, kukosea na kujifunza. Sasa ukiaweka maisha hadharani, hasa yale maisha binafsi ya mtoto, unamwekea presha kubwa sana, unamwekea mtoto presha kubwa sana ya kuishi kwenye standardi za watu wazima. Sasa mtoto akisha anza kuishi kwenye standardi za watu wazima, ana suppress ukuaji wake kisaikolojia ana, anapoteza ile nafasi ya yeye kukua kisaikolojia. Kwanza watoto mtoto mwenyewe anapoteza ile nafasi ya kukua, pili ana experience mashambulizi makali sana ya kisaikolojia. Sasa mtoto ni tofauti na mtu mzima, hawezi kuchuja ni kitu gani kitamjia, ni kitu gani apangue, ni kitu gani akipokee, okay. Sasa atakuwa anafyonza kila ambacho kinarushwa juu yake, kiwa ni kizuri kiwa ni kibaya, yule mtoto atakuwa ana anafyonza kwa. Unapomwexpose hadharani maisha ya mtoto, hasa maisha ya faraga, unamfanya mtoto